Zelensky amesema atarejea Ukraine baada ya kukutana na Ramaphosa kufuatia mashambulio yaliyosababisha vifo vya watu tisa katika mji mkuu wa Ukraine Kyiv. Kupitia mitandao ya kijamii, Rais wa Ukraine amedai wamekubaliana vita vikomeshwe haraka iwezekanavyo ili kuzuia vifo zaidi visivyo vya lazima. Yani bachu, sioni shinikizo lolote kali kwa Urusi au vifurushi vyovyote vya vikwazo vipya dhidi ya uvamizi wa Urusi hadi sasa. Tuna matumaini makubwa, bila ya shutuma zozote. Hakuna hisia au shutuma, tuko moja kwa moja. Rais Ramaphosa amedai kuzungumza na Rais Trump wa Marekani kujadili mchakato wa amani nchini Ukraine baada VTVM ya vita vya miaka mitatu na Urusi. Kiongozi huyo wa Afrika Kusini amefafanua kuwa wamepanga kukutana hivi karibuni kushughulikia masuala mbalimbali kuhusu uhusiano wa Marekani na Afrika Kusini. I had an Nilipata fursa ya kuzungumza na Rais Trump asubuhi ya leo kujadili mchakato wa amani nchini Ukraine. Sote wawili tulikubaliana kwamba vita vinapaswa kukomeshwa haraka iwezekanavyo, ili kuzuia vifo na uharibifu zaidi. Rais Trump na mimi pia tulikubaliana kukutana hivi karibuni kushughulikia masuala mengine mbalimbali kuhusu uhusiano wetu kati ya Afrika Kusini na Marekani. Sote tulizungumza kuhusu haja ya kuimarisha uhusiano mzuri kati ya nchi zetu mbili.

Uhusiano kati ya Afrika Kusini na Marekani umeingia dosari baada ya Trump kuingia madarakani mwaka huu, na mvutano ulifikia kilele kufuatia balozi wa Afrika Kusini kutimuliwa. Amekosoa sera mbalimbali za ndani za kimataifa za Afrika Kusini, ikiwa ni pamoja na kesi ya Afrika Kusini katika Mahakama ya Kimataifa ya Haki kuhusu vita vya Israel huko Gaza. Trump pia amepunguza msaada wa fedha kwa madai ya sera ya Ari dhidi ya wazungu na kutoa makazi ya wakimbizi kwa Waafrika ambapo amedai Wamarekani wananyanyaswa. Katika chapisho lake la mtandao wa kijamii Ramaphosa amesema yeye na Trump wamekubaliana juu ya umuhimu wa wa kuimarisha uhusiano kati ya nchi hizo mbili. Pili Mlindwa, UFM.